Ni maadhimisho ya siku hii maalum kwa ajili ya vijana hawa wa zamani. Katika maeneo mbalimbali nchini kumefanyika maadhimisho hayo, huku yakipambwa na shughuli mbalimbali. Mkoani Ruvuma, wito wa wazee hawa ni kutaka idara ya ustawi wa jamii kuongezewa uwezo kisheria ili kuwatunza, ustawi wa jamii kuwa idara kamili inayojitegemea kwa bajeti yake kwa ngazi zote sambamba na vyombo vya usafiri ili viweze kuwasilisha vyema hoja na changamoto katika vyombo vyenye maamuzi ngazi zote. Lakini sasa tumepungua nguvu kazi, tunapambana. Tuna sasa na mambo mengi, vijana wanatuachia wajukuu, tuendelee kuwalea, wao wakiwa mijini. Sasa kulea wale watoto ni changamoto. Katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum, Amoni Mpanju, amesema kuwa serikali inakamilisha muundo mpya wa idara ya ustawi wa jamii. Kinachoendelea ni kukamilisha muundo na gharama zake na watendaji bila kuacha ombwe popote. Kwa hiyo wazee, kwenye hilo litakamilika hivi karibuni. Kwa upande wa Zanzibar, katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wazee na watoto, Abeida Rashidi ameongoza maadhimisho hayo. lakini tuna miongozo mbalimbali, sheria, sera mbalimbali mbali, ambazo zote zinamwangalia mzee, lakini tuna sera hifadhi ya jamii ya mwaka 2014. Aidha, serikali inalenga kuimarisha hifadhi ya jamii kwa wazee kupitia bima pensheni ya jamii, lakini wazee visiwani humo nao wanasemaje? Mi nashukuru kwa sababu najua kuwa tuna umuhimu nasi wazee, tuna umuhimu nasi wazee kutoa maoni yetu, nahisi napata furaha au napata faraja maalumu, kwa sababu ukawa mzee ukafika ukawa angalau mzima hujambo na viungo vyako vizima basi unapata, unapata faraja maalum. Jijini Dar es Salaam nimezungumza na Clotilda Kokupima, mwenyekiti wa mashirika yanayohudumia wazee Tanzania. Ningeiomba serikali, swala la sera ya wazee itungiwe sheria jamani. Mpaka sasa hivi tuko kwenye miaka ishirini na tatu tangu sera iwepo, tangu elfu mbili na moja mpaka sasa hivi haina sheria. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ipo haja ya kuhuisha mifumo inayosimamia huduma kwa wazee kwenye ngazi zote, kwani idadi ya watu wenye umri wa miaka themanini au zaidi inaongezeka kwa kasi na inakadiriwa kuvuka idadi ya watoto wachanga itakapofika mwaka elfu mbili na thelathini, na kufikia milioni mia mbili sitini na tano Tumie Omary, Azam News. <tune>